Fatina Saidi umetokea Dodoma, dar Dar es Salaam kwenye mita kama ya saa mbili. Mimi kiukweli, katka kuangalia kwenye mitandao, nikasikia SGR imepata ajali, kwa sababu nazifahamu, nikaangalia nikaona ni ile mchongoko ile iliyopata ajali. Sasa nikasema kwa kuwa barabara ni moja, sijui tunaweza kaa kuna mpishano, yani kaa tumaini la kuondoka saa nane ikawa limepotea lakini nimefika pale stesheni ya Morogoro ya, ya, dodo, ya Dodoma, sikutegemea kwa kweli. Nimefika pale usafiri kwa hapa, tukaanza kuondoka. Tunamshukuru Mungu tumefika salama. Okay, mimi kwa majina naitwa Franki Mswahili natokea Dodoma. Uh, tunashukuru pia TRC kwa sababu uh, hitilafu imetokea asubuhi, lakini ndani ya muda mfupi tumeweza kusafiri, lakini pia Uh, tulitegemea kusafiri saa nane dakika kumi na nne lakini tumetumia tumechelewa almost kama nusu saa tu na uh, nafikiri jitihada zimetumika na vitu vingi vimefanyika, so nafikiri serikali inapambana kuweza kuchanganua vitu ambavyo vinatokea dharura kama hivi. Kwa majina anaitwa Baliatu Hassan, ni abiria, nilikuwa na safari kwenda Dodoma na treni ya saa kumi na mbili na dakika 55. Uh, na sasa ni saa mbili na madakika hivi ya kwa hiyo tunashukuru TRC kwa kuharakisha huduma na kufanikisha uh, safari yetu, na tunamomba Mungu atujalie tufike salama. Mimi naitwa Isidori Alphonse Kileo ah, tunawapongeza sana kwa sababu shughuli hii tulitegemea kuchukua wiki moja na zaidi, maana si wengine tumetoka mbali, tukawa tunapewa taarifa kwamba inawezekana tukachukua muda mrefu, na tunashukuru sana jitihada zao zimefanikisha safari yetu tukawepo. Mimi ni mama Ngoi. Tunamshukuru Mungu, tunashukuru serikali kwa kazi yote wamefanya, kwa sababu sio rahisi vitu hivi vifanyike kama hivi, na wote tulikuwa natumaini na kweli, Mungu azidi kuwabariki kwa juhudi yao wamefanya, na tunasafiri tuna